Mbunge aliongea hapa, anasema au watu wa sendo wamecheza na sisi, au kama tunasema mkuu amecheza na wewe. Nyumba yenyewe inaishi ni gani? Nyumba unaishi ni gani? Gari yenyewe inapokuja kwa nyumba ni gani? Wewe unapiga mjengo ni gani? alafu uko hapa una gari, anasema ni ruda wapi? kwa ruda nikupia gari, wewe umeshinda hapa. Sasa ya maana nasema hivi, wewe aona, aona

Hauna kazi ndio kuna Nairobi. Nyinyi ndio wale mnapiga simu nyumbani niweke mahindi kwa gari. Gariso kulingana na venye maisha o vijana wapo hawana kazi, kitu cha kwanza mimi natetea vijana wote wapate kazi. Uwezi kama una kazi. Uwezi lipa nyumba kama una kazi Uwezi kula kama una kazi, na unaletea runi na wewe hauna kitu yote. Nguo moja unavaa mandi tu, mandi tu, pesa. Maisha ngumu kwa Kenya. <laughs> maisha imekuwa ngumu. Kwanza kama mjui wenye wanadharau wa Central, rais wa kwanza alikuwa anafaa kukua nani, jiulize hapo. nani? Odinga. rais wa kwanza alikuwa akikua mjaluo Jaramogi Oginga Odinga. Penye shida ilianzia, shida ilianza kwetu sisi kama wajaluo. <laughs> <laughs> na hiyo shida, na shida, na sisi hatutawahi pata kiongozi ya rais.

Mimi kwanza mtu mmoja, mimi nashimu ile Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga ni kiongozi wetu. Hata sasa hii freedom of speech Raila ndiye ametupea. Hapo tunamshukuru lazima. Mtu amefanya vizuri, amefanya vizuri. Na mimi siwezi tu Raila Amolo Odinga, freedom ametupea. Mimi mwenye nina complain kwake ni William Samoei Ruto. Raila si rais. Yes. Yeah. Raila ni remote. Anafanya ule jamaa mtaraku. Fanya hii, fanya hii. Eh, hawa. Yeah. Yeah. Na ukitaka kujua, mimi nikamaliza mzee speaker. Wait a second.